Unafanya nini wakati maisha yanakupiga bila huruma? Unafanya nini simu moja inapobadilisha kila kitu? Daktari anapokupa majibu ya afya yako yanayotikisa imani yako, hasara katika biashara yako inayokufanya ujiulize kama maombi yako kweli yanasikika. Mateso yanakuja bila hodi. Dakika moja umesimama, dakika inayofuata umeanguka chini. Leo tunazungumzia kuhusu mtu aliyepoteza kila kitu, si kwa sababu alikuwa mwovu, si kwa sababu alikuwa mzembe, si kwa sababu alikuwa mwenye dhambi, bali kwa sababu alikuwa mwaminifu. Jina lake ni Ayubu. Biblia inaeleza sifa za Ayubu katika Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza. Palikuwa na mtu katika nchi ya Us, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Mkamilifu, mwelekevu, mcha Mungu. Lakini bado akapoteza mali zake akapoteza watoto wake, akapoteza afya yake, akapoteza heshima yake, na karibu apoteze hata tumaini lake. Kwa hiyo ujumbe wa leo ni rahisi lakini nzito. Tunajifunza nini kutoka kwa Ayubu kuhusu kusimama imara maisha yanapoporomoka? Basi twende pamoja taratibu, kwa uaminifu na kwa ujasiri. Funzo la kwanza: watu wema pia wanapata mateso. Watu wengi wanajidanganya kuwa wakiishi kwa haki hakuna baya litakalowapata. Sio kweli, Ayubu anadhihirisha hili. Ayubu aliishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, lakini bado alipitia mateso makubwa wakati mwingine Mateso si adhabu. Wakati mwingine mateso si marekebisho. Wakati mwingine unapata mateso si kwa kosa lako. Wakati mwingine mateso ni sehemu tu ya kuwa binadamu. Ukilitambua hili, moyo wako utafunguka. Ni watu wangapi wanajilaumu kwa mambo ambayo hawakuyasababisha? Umepoteza kazi unajiuliza, nilifanya posa gani? Umepoteza mpendwa, unajiuliza, Mungu umenisahau? Ayubu anatukumbusha, maumivu yako si ushahidi kwamba Mungu amekuacha. Uambie moyo wako, maumivu yangu hayamaanishi imani yangu ni ya uongo funzo la pili, unaweza kuvunjika na bado ukaamini. Baada ya Ayubu kupoteza kila kitu, sikiliza anavyosema katika Ayubu sura ya kwanza mstari wa ishirini na moja. Akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu ni uchi, nami nitarudi tena huko uchi vilevile. Bwana alitoa na Bwana ametoa Jina la Bwana na libarikiwe. Kwa kweli haya si maneno rahisi. Si kauli ya kawaida. Si maneno ya mtu anayetabasamu. Ni maneno yanayotoka kwenye machozi. Imani haimaanishi hauumizwi. Imani inamaanisha huachi maumivu yawe neno la mwisho. Ayubu hakusema hili haliniumizi. Ayubu alisema Mungu bado ni Mungu, na hilo ni jambo kubwa sana. Unaweza kulia na bado ukaamini. Unaweza kuhoji maswali na bado ukaamini. Unaweza kuchanganyikiwa na bado ukaamini. Imani si kujifanya kila kitu kiko sawa. Imani ni kushikilia hata wakati hakuna kitu kinachoonekana kuwa sawa. Hebu tuwatazame marafiki wa Ayubu, maana hata sisi tuna marafiki. Mwanzoni walifanya jambo la busara sana, waliketi naye kimya kwa siku saba. Hakuna mahubiri, hakuna ushauri, hakuna mafundisho, uwepo tu. Na wakati mwingine ukimya ni huduma bora kabisa, lakini baadaye wakafungua midomo yao, na walipoanza kuzungumza mambo yakaharibika. Walisema, Ayubu lazima umetenda gambi. Ayubu hili ni kosa lako. Ayubu, Mungu anakuhukumu. Kwa maneno mengine, walimlaumu. Wafirika, kwani sisi hatukutani na hali hiyo? Unapoumia, mtu anasema kama ungeomba zaidi, kama ungesikiliza sauti ya Mungu. Wakati mwingine watu wanaotuumiza zaidi ni wale wanaodhani wanatusaidia. Ayubu anatufundisha mambo mawili hapa: moja, kuwa mwangalifu jinsi unavyoongea na watu wanaoteseka, na mbili usiruhusu sauti zisizo sahihi zielezee maumivu yako. Si kila sauti inastahili kukaa mezani pa maisha yako. Funzo la tatu: ni sawa kumuuliza Mungu kwa nini. Kitu kizuri sana kuhusu Ayubu ni uaminifu wake, hakuficha maumivu yake, alimuuliza Mungu maswali Alilia, alilalamika, alisema, kwa nini nilizaliwa? Kwa nini haya yananitokea? Kwa nini waovu wanafanikiwa? Na unajua nini? Mungu hakumpiga kwa sababu ameuliza. Mungu hakumkataa kwa sababu amehoji. Mungu alimsikiliza. Hii inatuonyesha jambo muhimu: Mungu hakishwi na hoja zako. Mungu haogopi hisia zako. Kama una hasira, mwambie. Kama umechanganyikiwa, mwambie. Kama umechoka, mwambie. Imani ya kimya si imani imara. Mara nyingi imani ya kweli ni ile ya uaminifu. Usiigize hujaumia wakati umeumia. Kulikuwa na mwanamke aliyepoteza mume wake ghafla. Hakuwa na dalili za kuumwa, alifariki tu ghafla. Mama yule anasema sehemu ngumu zaidi ya msiba wa mumewe haikuwa mazishi. Sehemu ngumu zaidi ilikuwa kuamka kila asubuhi na kunyosha mkono upande wa pili wa kitanda na kukuta patupo. Anasema aliacha kuomba maombi marefu, aliweza kusema tu "Mungu nisaidie." Kisha akasema jambo lenye nguvu sana: sikujihisi mwenye nguvu, lakini nilijihisi nimeshikwa. Hiyo ndiyo hadithi ya Ayubu, si nguvu kutoka kwake mwenyewe, bali nguvu kutoka kwa Mungu. Funzo la nne: ukimya wa Mungu haumaanishi uwepo wake umetoweka. Kwa muda mrefu, Mungu akusema chochote kwa Ayubu. Hakuna maelezo, hakuna ratiba, hakuna maneno ya faraja, kimya tu. Na ukimya unaweza kuogopesha. Lakini ukimya haumaanishi kuachwa. Kwa sababu Mungu yuko kimya, haimaanishi Mungu hayupo. Wakati mwingine Mungu anafanya kazi nyuma ya pazia kwa njia ambazo bado usipuzioni. Ayubu anatufundisha kumtumaini Mungu kwa sifa zake hata kama hatuelewi matendo yake. Funzo la tano: Mungu bado ni Mungu hata wakati maisha hayaeleweki. Ulipofika wakati Mungu akaamua kuongea katika Ayubu 38. Hakujibu swali la Ayubu la kwa nini. Badala yake alimfunulia yeye ni nani. Kimsingi alisema Ayubu, mimi ni mkuu kuliko unavyofikiria, mimi ni mwenye hekima kuliko unavyoelewa, mimi bado ninatawala. Jambo la ajabu likatokea. Ayubu alinyenyekezwa, lakini pia aliponywa. Aligundua kama Mungu ni mkuu hivi basi maisha yake hayakuwa bure hata katika maumivu. Wakati mwingine jibu si maelezo, wakati mwingine jibu ni ufunuo. Funzo la sita: mateso yanaweza kukujenga, sio kukuangamiza. Mwisho wa hadithi Ayubu anasema jambo zito sana katika Ayubu sura ya 42 mstari wa tano: nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linapuona. Kwa maneno mengine, Ayubu anasema nilikuwa namjua Mungu kwa habari tu, lakini sasa namjua binafsi. Maumivu yaliimarisha imani yake si kwa sababu maumivu ni mema, bali kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Mateso yanaweza kukufanya kuwa mbaya zaidi au kuwa bora zaidi. Tofauti iko katika mahali unapogeukia. Tunajifunza nini? Kwa hiyo, maisha yasipokutendea haki, simama imara. Majibu yanapochelewa, simama imara. Imani inapojaribiwa, Simama imara, si kwa sababu una nguvu, bali kwa sababu Mungu ana nguvu. Simama imara hata unapohisi unataka kukata tamaa. Simama imara hata unapohisi hujaeleweka. Simama imara hata maombi yako yanapoonekana hayajibiwi. Kwa kuwa mvumilivu kama Ayubu, uvumilivu ni uaminifu. Ayubu hakujua mwisho wa hadithi yake alipokuwa katikati ya mateso yake, na hata wewe hujui mwisho wako vipi. Kama mateso unayopitia leo, sio mwisho wa maisha yako. Mungu ameruhusu ya kuimarishe, yaimarishe imani yako, yaimarishe uhusiano wako na Mungu. Kwa hiyo simama, simama imara katika mateso, Simama thabiti katika imani, simama imara hata kama miguu yako inatetemeka, kwa sababu Mungu yule yule aliyembeba Ayubu anakubeba na wewe pia, na siku moja dhuruba hii itakuwa ushuhuda. Amen.